Kuna, kuna mda yani, unahitajika wewe sema serious. Umekuwa mdogo mdogo ndo vizuri, uone watu sasa hivi wanakula wanakunywa nini, zile za kupungua mm. Watu wanayak, ne, kwenda gym. Unajua kama mimi mfano mm. napokeaga sana message mm. za watu mm. so nataka kuwa kama wewe hivi, lakini huko pembeni wananisema master eh hadi master wapo wa kike eh kuna watu mpaka wan, wanani something wame wanafanya mpaka masaji tunaona. mm. Hey, mbona nasikia nawe umefanya sajeri? <laughs> Hey, bwana Sala, nani kakwambia hizo? We ndo uniambie sasa, umefanya kweli au ujafanya? Nimefanya. Umefanya sajeri ya nini? ya tumbo, ya tumbo. Mm -hmm. kwani tumbo wako ulikuwa na shida gani? Kiukweli mimi Sala napenda mm. kuwasikili mm. Mafuta, yani nimeenda kupunguza mafuta, mafuta. Sasa ni tumbo tu au mpaka huku pembeni, nani ukaongeza ipsi na nini? <laughs> Ipsi nilikuwa nazo so eh. ni tumbo tu ulienda kupunguza mafuta, mafuta, mafuta ah, okay. na hiyo umefanyia wapi? Uturuki, China, Marekani, hapa hapa Tanzania? Hapa hapa Bongo. Mba, inawezekana, huduma hizo zipo. imekugalimu kama shingapi? Milioni kitu hivi milioni yani, milioni moja na kuendelea. milioni moja eh, shanga yapo, tuache tu, lakini pesa nyingi. Okay, na umefanya mwaka gani? mwaka huu au mwaka jana? mwaka huu. mwaka huu. ulimwona nani ukaamua nawe ukafanya surgery? ni yamua tu mimi mwenyewe. uliamua tu? ulikuwa una, una elimu hiyo kuhusiana na surgery? Nilikuwa yani, ni kitu ambacho nilikuwa nakifuatilia muda mrefu. nilikuwa naangalia baadhi ya watu wakiwa wame kuna watu walikuwa wananivutia mm. Wa hapa Bongo au wawu... Hapana, duniani huku mbele mm -hmm. koo kwa... Nkanavutiwa na kile kitu, ntafanya nini? Mi kiukweli ni mvivu sana wa mazoezi mm.